Habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii. Leo nimekuletea kitu kipya pa jinsi ya kuangalia mpira wa miguu live kabisa kupitia simu yako. Yaani mechi zote live ligi mbalimbali mbali. Ikiwemo NBC Premier League ambayo ni ligi kuu ya Tanzania, CAF Confederation Cup vilevile utaangalia UEFA humu humu. So hivyo tu ligi mbalimbali mbali za Ulaya na duniani kwa ujumla zinapatikana kwa njia hii ambayo nitakuelekeza leo. Tusipoteze muda sana, twende pamoja. Utakliki sehemu niliponyoshia mshale. Hiyo ni application ya Google Chrome. Fungua sehemu hiyo, ukishafungua itaonekana kama hivi kisha utaandika maneno yafuatayo. Andika maneno haya haya usikose, wala usiongeze chochote. Kisha utakliki sehemu niliponyoshia mshale, pia huku chini, bila shaka umepaona. Itafunguka kama hivi na website yetu itaonekana kama hivi. Hakikisha iwe imeonekana hivi umeiona na logo yake iko hivi hivi, usipate shida. Utaclick sehemu yenye maneno ya blue hapa, fungua sehemu hiyo. Ukishafungua sehemu hiyo ndugu yangu, bila shaka mechi mbali mbali zitaonekana hapa. Ili uweze kuona mechi zaidi, utashuka chini, maana yake utascroll up, yani utascroll huku down, kisha mechi zitaonekana mbali mbali. Mfano, hii ni mechi ya Mbeya City na Namungo. Mechi hizi huwa ni live kabisa kupitia website hii. Kwa hiyo ndo maana nilikuambia, vile vile unaweza ukaangalia ligi ya Bongo, tunamaanisha NBC Premier League kupitia website hii. Elimu iliyopita nilielekeza jinsi ya kuangalia mechi live kupitia application mbalimbali. Vilevile elimu iliyopita yake sasa, nilikuonyesha pia website nyingine ya kuangalia mpira wa miguu ligi kuu ya Tanzania Bara, BBC Premier League na ligi mbalimbali mbali. Lakini leo sijakuacha tena, inatakiwa twende pamoja, wewe mfuatiliaji wa channel hii ya Shayia TV, niendelee kukupa vitu vizuri. Hii ni website nyingine ndugu yangu utaifuatilia kama jinsi ninavyokuelekeza. Tusipoteze muda tena ngoja tuendelee. Kama unahitaji kuangalia sasa mechi hiyo, mechi husika ni rahisi. Mfano, hii ni mechi ya Mbeya City na Namungo. Kwa hiyo utagusa hapo hapo niliponyosha mshale. Ukishagusa mechi hiyo kama imeanza kucheza itaanza kuonyesha live kabisa bila chenga. Huwa ni HD kabisa, umeona eh? Yani zinaonyesha vizuri sana aisee. Leo nilikuwa na kuonyesha jinsi ya kuangalia mpira wa miguu live kupitia simu yako hapo hapo ulipo, popote ulipo, ili usio unapitwa na elimu adimu kabisa kama hizi. Gusa neno subscribe, lipo chini tu ya video hii unayoangalia. Tutakutana muda mwingine.